Utuambie pengine ni vikwazo gani mnavyokumbana navyo kwenye swala zima la filamu? e, vikwazo viko vingi. Ukimzungumzia mtoto wa kike, hii swala la rushwa ya ngono mm, ambalo sasa hivi mimi naona kuna unafuu kidogo, tofauti enzi zetu si tunaingia, ilikuwa balaa sana kiukweli, yani mm, uh, unaweza ukawa msanii mzuri uh, kasti inakutaka, lakini kwa sababu tu umekataa kutoa andazi mm. Umenielewa? yeah. Unaweza ukaikosa nafasi hivi hivi mm. na kapewa mtu mwingine mm. na asilimia kubwa sana ndo kazi zetu zilikuwa zinaharibika sana mm. kwa sababu unaweza ukamkuta mtu amemwona tu mdada anapita hapo, mzuri, shepu nzuri, nini, kwa sababu ana malengo naye binafsi. Ndio nasi, unajua dada wanapopenda movie. Mimi yeah. Sijaelewaga mm. wanawake na movie. Mm. <laughs> yaani kama vile unajua mwanafunzi na chipsi mayai, hey. Yes, na wanawake na movie. Yaani hey. hicho kitu nimegundua. Sijui ni mm. Sijuini, wengi wanapenda sanaa, sijaelewa. Au wanapenda kuonekana kwenye mm. TV. Eh, sasa hiyo ndio shida kubwa pia. Ah. Kuna kuna kuna watu wanajihisi wakiwa kwenye waki, sio wanajihisi. Mm. Unajua unapo unapo kuwa kwenye kwenye sanaa mm. ni kama biashara ambayo iko kwenye bango. Ndio umenielewa eh? Yeah. Kuna vitu vyao fulani vinarahisishika mm. sini ukimwambia mwe... tu bwana, utacheza kilaini tukje, mi sielewi kwao ni vitu kama hivyo okay. Ah, kingine roho mbaya, umenielewa sisi wenyewe kwa wenyewe ayoitasana mm. Ah, nikajua tu Mbagala Kingugi hapa ah, kila sehemu ene kazi zote chuki binafsi kuchafuana yanisho mm. mwanaga mtu anamtaka fulani anaanza kumwadithia alivyo utafikiri ametaka amjue mm. na uwezi kujua unavyonijua labda sitoenda kuapia pale jinsi nilivyo mm -hmm. siju kama unanielewa eh? mm. alafu kama nilifanya vurugu huku mi siyo na huku nitafanya vurugu mm. alafu kuna kubadilika pia mm. siju kama unanielewa eh? fitina nyingi sana kiukweli fitina nyingi na wachawi sana pia. Aya, mambo abo abo kwetu wapo.